8 bado penza va 32 depending. Kwa hiyo dini ya nguo nisemeajavlena stretch. Uh, so guys, kuna hizi zinapatikana medium, large na XL. Kujeni mvae nguo, kujeni mungare, kuna kalas different. Kuja tu inbox watu serious, sawa? Ndo asika mwanza kuniambia sijui oh sijui oh, spendi spendi jok, so my business ni business, kuuza nguo ni mingi nauza. Ingine nimepost ingine sijapost. Kuja tu kwa WhatsApp nikutumia picha ambazo sijapost uzione uchague na tuongee business. Uh, the reason why nawapost na bei ju we can talk about the bei. Uh, so guys, that was it, in time sende kwa serious business, thank you, bye. Ah, uh, hello hello people, mzuri na kama kawaida, so my guys nawapenda sana, leo tuko na daktari, tuko na Hey, e Devi. Tuko na Fred na tuko na Kami na tuko na Masijun, na Masijuni Masijuni anauzia manguo, kujeni mng'are, kujeni mpendeza. Zai said kama uko mbali, naweza kuwekea ama tumanishe kwenyu, ama ukifika hapo tunipigie simu nikujani kuletee na you, you have to pay. Hata kama ni nusu like ara, you can take nguo za 10,000 let me say like that. But you pay me half, half of it. Nitakuwekea nguo.

Ni possible anaweza pewa mali yake but at the land lesson hajui who is Kamy, hajui who is mother in law yake, hajui who is Rose. Unaona ingemcost a lot. But for now at least unajua who is Kamy. Unajua sira ya Kamy inafikanga aje. Unajua who is Rose. Unajua who is your mother in law? Let me call her your mother in law. You know who is Bob? Badi ungejua kuna Bob kama brother yako. Ujua ni adui yako, si ndio? Ungetaka kumuua, si ndio? Kusema ukweli. Ungemuua, but kumbe unauua brother yako. Ungejua Alice, Alice was your favorite sister in law. Sindio? Mm. Your favorite sister in law. Ajenio, uh, nimpiga simu first day akuja kutumeet. But ungejua Alice ni player, ungejua Alice ni mchawi. Hao ni watu wa kidini, haungejua hizo stori zote. Lakini but the guys, tushajua mtu anakuja kunibox wa Alice. I know, like we know who is Alice. Ndo maana walisema Alice asionekane kwa hii familia ama mlia moja ya daktari ali sema, mga, adebo, alisema Alice asionekane kwa hii familia ataleta kwa yeah. Hatakosi vitu mingi na serikali ikiamua kuingililia itaingililia familia mzima, yeah, exactly. So that's why it was my decision na okay. Daktari, yeah. Yeah. So, I'm

kama wale madaktari wengine mm. Sababu huyu atakuja mm. nimpatie mali yake mm. kisha aende. Kumbuka huyu alikuwa amemchukua Rose kama mke wake sivyo? yeah, yeah, yeah. Akiamini yule aliaga dunia mm. kama huyu angekuja na nimpee mali nimwambie nenda, halafu mm. yale mangine, angejulikana vipi haya? mm. turudi pale kwa Kami Kami ikumbukwe yeye hata hakuwa na habari aliyempangia kifo kilihusishwa mama yake mzazi na dadake, hakuwa na habari mm. kama kama angechukuliwa mali ipewe Fred, yeye angejua tu sawa, haina shida, lakini kuna mambo yangefichuka, mambo sana. Kuna mambo mengine mpaka waleo bado tunastahili kuyafunua, sio tu kuhusu mali. Mali sio kipaumbele hapa, chini ndo tunakuja kuhusu mali ya Fred. Hata ukamuuliza yule haitumii

Ningekuwa masi sifanyi kitu, unadhani hizo pesa Davis angezitumia? yeah. lakini mimi naangalia naona hii ni, inaenda hapa, na kinga mwenyewe hazifanyiki mahali. Kitu kingine wafahamu wa juu ya kwamba hatuko tu kufuata ile mali ambayo wanaiona kwa pesa mm. kuna vitu mingi zaidi mzuri kuliko hiyo pesa, acha nieleze kwa nini huyu mm. anaweza kuwa amepangiwa mm. akisha pate hizo pesa. yeah, yeah. labda atumie wakora wa mnyang'anyi. mimi nataka mm. kukinga Freddy Hmm. Nataka pia baada ya hapa si ati huyu akue adui ya huyu hmm. ama huyu akue adui ya ule hmm. Hii ni familia, nisiendelee hmm. kuibomoa hmm. Nataka nizidi kujenga hii familia. Sisi pia ni wanadamu tunakuwa na utu hmm. Apart from mimi kuwa daktari, naangalia naona yule mama, hmm. wache, wa hmm. yule mama wakami sitawaache wakiwa bado wako maadui. Nataka kuwatengeneza wao kitu kimoja, yule dadake Rozi sita wacha wakiwa maadui na huyu mm, ni watengeneze. Mm, kumbuka kuna Bobi ndugu ya huyu hawajakuka sawasawa na Dev ambaye ni ndugu yake mm, inafaa pia ni watengeneze wao kitu kimoja. Mimi ni mtu naangalia familia, najua familia inafaa ikuwe hivi ikuwe hivi ikuwe hivi hata, mm. mali ya huyu ikirudi isiwe imeleta taswishi na vitu vingine ndani mm, kulingana na matarajio ya Fred. Ama nikuulize Fred, we unataka nikimaliza ni kupea mali yako uende ukiwa sawa, niacha familia yao ikiwa ikiwa iko na maadui, ama unataka mrudi mshikane, muwe kitu kimoja? Tushikane tu kitu kimoja, muwe ya familia jinsi mlikuwa. Hiyo ndio kitu ambacho nataka. Yule yule anaitwa Rose, sisi wote tulikuwa tunajua wale watoto wakati kulianzwa eh, ni wa Fred kabla hujaniita, walikuwa wanajua watoto ni wa Fred lakini baada mimi kuja nikafunua nika kukuja mwenyewe, hata akatamka watoto sio wako, ni wadevu hmm. Sasa katika familia kuna mambo mengi watu hawajui, na ni wacha nikuambia leo masi, kuna familia zinaishi huku nje kwa giza na hazina habari <laughs> Many families are living in a very difficult things that they don't understand and they think they are okay. kuna familia mahali sahii Mtu analea watoto ambao si wake. Mtu anaoa mtu ambaye hakuwa owe. Mnapata ndoa mnikuvurugana kila wakati. And even others that are staying in marriage under some charms, hizo tunaita mtu anakuwekea anakuekea kitu unaishi kwake hmm. So nataka so tuelewe hapo, Masi, kazi inakuja, ila kwa utaratibu fulani itachukua muda. Huo muda ambao nimekuwa nikifanya mwenyewe, najua siku fulani naenda hivi, siku fulani inaenda hivi na mwisho wa siku kila mtu anaridhika. Uliza sahii, Fredi, wewe nikuulize, kuna mtu yote amekuandama hakuna hmm? mtu hata amekuja akamuuliza chochote? Wacha nikuelezee kitu, kuna mambo lazima yafanyike ili tukuje tufunuliwe mambo mengine zaidi. Unajua hata we Masi, nikikuja nikuambie sahii, kwa mfano tu nikuambie mume wako ni muuaji, utanichukulia aje Autaii. <laughs> E, lakini kuna jambo lazima lifanyike ndani na ulione. Ndio maana wakati huyu alitekwa nyara sikukuita wewe peke yako, nilikuita na huyu ndiposa. Sasa ukifika hapo mwenyewe ajione, usimwambie. Unaona, so mambo kama hayo yakifanyika, ndio mambo mengine yanaibuka. Unaanza kujua kumbe huyu ndo alikuwa huyu, huyu ndo alikuwa isitoshe. Kuna sababu niliwaambia huenda hawa watu wanaona wako sawa, they are perfect, they can be together lakini nikakuambia mahali ambapo imefika siwezi taka wewe pamoja, sababu ambazo siwezi nikazisema ila ikinisukuma itabidi niseme, na utaona ina make sense. Hmm, nataka Fredi akitoka hapa, jumuni hiyo nitaeleza baadaye. Siwezi tu tuangukia, sasa niseme ni sawa, wanaweza kujiana ah. kuna utaratibu, kumbuka wao ni watu vijana ambao bado wako wadogo. Patakuwa na maana gani katika umri wao niwafanyie vitu vya haraka haraka, na wana miaka zaidi ya mia moja kuishi? Niwafanyie kitu kitawafaidi miaka mbili tatu ishe, pana maana gani? Wanasema amini jinsi ambavyo kazi inaendelea, na ukuwe mtulivu na mwaminifu mi mwisho wa siku utakuja kunikumbuka daima milele. Sitaki kukuharakishia kukufurahisha, ah -ah. Ni nikufanyia kazi kwa utaratibu, baadaye ufurahi wewe. Kama ulipona, muangalie sasa, ulimpea dawa haya imeisha. Hivyo ndo kazi inafanyika. Na hiyo hata yeye mwenyewe muuliza, alienda hospitali akaambiwa hakuna kitu, sawa. Asante mm. Hivyo ndo nafanya kazi yao vizuri, zimeisha masi <laughs> Labda kile hmm. kitu imebaki tu hapo kidogo, hakuna hivyo. hmm. hmm. ndo nafanya kazi yangu <laughs> na nataka umuulize kama baada ya sisi kutoka hapa, nilimfuata sikumfuata. Mi ni mwenyewe nilienda kwa ramani yangu nikamtengeneza bila kumguza wala kuonana na yeye yeye mwenyewe aliamka asubuhi, kwa sababu akashindwa nini. Nafanyika hivyo, ndo kazi inaenda. In everything there are some protocols you need to follow step by step. Hata mtoto anapozaliwa azaliwi leo, ameanza kupewa ugali kesho, kesho kutwa amemea meno, hiyo siku nyingine ameenda shule? Hapana, lea kitu ambacho kesho yake utajivunia na ufurahie, na tunaendelea hivyo. Yule Rozi na mama yake ule labda wanaweza kuwa wanaona nimewaweka sana. Unajua, ile ambayo mmeona, hata sio nusu ya maovu ambayo wanaweza yafanya. Utatengeneza no Uta, nitawatengeneza jinsi nimekueleza. Hmm, nataka kuacha familia ikiwa sawa, okay. Taki kuacha mwingine akiwa mwendazimu huko, mwingine anafanana hivyo. Nimempa muda bado, huyo mwanawe simtengenezi leo bado mwanao simshughulikile ao makesho. Nataka niwape le kunyorosha, ndio wakati watakuwa nitazama hivyo, wakisikia daktari wanakuwa wenyewe. Unaona hata sahii hawapigi kelele hawa, lakini wangekuwa wao hapa, mdomo kila wakati ingekuwa mingi zaidi. Sema tuwaendee leo? Tutawaendea, lakini kitu kimoja, yule Rosi simtengenezi leo, wala siku ijafikia. Ikifikia mi mwenyewe na wao, ntawatengeneza lakini sio leo. Wakati utakapofikia mi mwenyewe nitaona ni wakati sasa nianze kuwatengeneza mm. ila wale ambao labda wanaona kuna upolepole, siwezi walaumu. Kumbuka yeah, yeah. labda au wanaelewa katika imani ya kibinadamu mm. na mambo ambao wanayaona hapa, lakini katika anga zetu, daktari ule ambaye anaelewa, mi nasema mi daktari kweli, sio tu kwa majina, yule ambaye anaelewa jinsi mambo yanaenda atakuambia mm. nipe muda huu na kushughulikia hivi, tunaenda hivi. Naweza kuwa nimeanza kazi yako masi, mm. nikakwambia baada ya siku fulani, mm. lakini napoanza kazi yako, kuna mambo unayaona ndani, yale mambo yanaibuka, yanaanza kuchimbika kutoka ndani, mm. ambayo inabidi tuyashughulikie kwanza. Aina <laughs> haja nikupake rangi nje, umeremete, ila ndani ndani bado kuna giza, ndani bado kuna uchafu, mm. ambao tunastahili tuondoe. Kwa hivyo mambo ya Fredi mambo ya ule Rose na mama yake, niko nayo kami hapa, niko na yeye, na mimi siwezi acha mtu aumie, ati auawe. Kama anafanya nini, nani saya akaguza kami hapa ama masi kami? Kuna mtu amekuguza? Hakuna. Kuna mtu hata? Hakuna hata mtu amemfuata kumwanza kumuhara sile tunasema anamwambia hivi na hivi, hakuna, and that is my work. I do step by step to perfect things. Not to make you happy. Uh-uh. Mimi ni kufurahisha alafu mwisho wa siku sutanilaumu eh. Kuna aja gani nipee Fredi mali kufika December? Hawana. Si tunajua dunenya tunaishi. People are capable of doing anything. Mm. Na kama mimi ningetaka nikuambia, hata hiyo siku tu mali yako ingeruna, nikuambia tutaonana kisha baadaye, uwezi jua pia katika hii process unajifunza mengi. Una, kuna mambo utajua, hii ni ya kufanya, hii pesa si ya kufanya tu peke yake, pia unaweza tumia kufanya hii. Ashajua kuna brother yake eh, ashajua kuna ndugu yake, ashajua mali yake. Ataitunza vizuri na atajua what to do eh. Mm lakini pale, pale okay, laumu, nwawanda... La, usilaumu mtu yoyote wala usiwalaumu, hawaelewi. Lakini yule ambaye tuko na yeye hapa, ama yule ambaye labda ataitazama hii, ataelewa kile ambacho nazungumzia. Mambo yetu kufanya kazi yetu ni kama kulea mtoto mchanga, kutoka kutambaa mpaka kutembea, akamea ndevu, akawa mtu mzima hivi, mwenye mafanikio mtu wa kuheshimika na kuonekana katika jamii mm. Tunaanza pale chini tukikua kama daktari mm. Alakua na mipangilio, wacha niseme juu. Kama ungesema unda kumpea mali yake, ungempatia, ningempatia alafu lakini pia unaonanga mbele, ingekuwa kila kitu kiko sawa, ungempea tu mali yake. Rosa, wacha nikuulize Masi mm. mimi nikakuuliza sahii, unajua kesho ni kipi kitafanyika? Hauwezi lakini wewe utaniambia kesho, nataka tufanye hivi, nikuambia aa, isikue kesho. Mm. mimi nina sababu ambayo nikikuambia wewe hautaona, ila ikifika kesho ndo, mm, nikuambie, nilikuambia kina hiki kitafanyika. Ukishaona ndo utasema ni kweli. Mm, ni kweli kimefanyika. Kwa hivyo kuna huo utaratibu ambao kuna watu lazima waone ndo waweze kuamini. mm na kuna wale ambao unapata mtu anaamini, tunapata kazi inakuwa mzuri mm. kama Fred hapa, na tunaelewa zaidi kila kitu ambacho kinaendelea mm. Sio ni kwa ajili eti sisi tunataka iende hivyo, ni kwa ajili mimi naona mbele kesho iko namna gani, hivi inaenda inakuwa mm. vyema sana mm. Yule, yule Rosi, wacha nikuulize, yule Rosi, wewe ungejua kuna mambo alikufanyia ndipo ukaweza kuingia katika uhusiano wa kimapenzi na yeye, haungeelewa. Alikuwa asha msahau huyu. Siku moja labda huyu angekutana na huyu na miaka imesonga, hata angemjua. Kwa hivyo sio ile kitu tunaitwa interest of few. Ah -ah. We want to do things that are open to everyone. Mimi nataka nijua ukikaa na huyu mwemamkwe ako hivi na hivi ukikaa na huyu ambaye sasa ni sister in law ako hivi na hivi. Bobi ni ndugu yako saa hii, utamtoa kula acha kufanya na unajua, very happy kwa hii process. Kwa sababu gani? kama Bobi angejulikana ni ndugu ya huyu huyu, angemsaidia Bobi, angebaki kule kule kufanya ujambazi huyu na ule bado wanavurutana, kuna yale mambo walirushiana ya cheche za maneno mm -hmm. zaidi ambapo hiyo utaongelelea baadaye mm -hmm. kwa hivyo pointi yangu hapa ni hii: tufanye kazi kwa utaratibu na iwe kazi mzuri, ama tuharakishe kazi na isikufaidi mm -hmm. Vitu viwili tofauti. Kumbuka harihari has no blessings. Kimbia kimbia kimbia kabisa, ngangana na hiyo kazi, maliza, baada ya siku mbili tatu ile itakusaidia O, ukapata daktari anakuambia leo na kushughulikia kesho hivyo, urongo huo. Atakufanyia hivyo, lakini hautaweza kuwa na faida yoyote hapo. Hautaweza kufanikiwa. Kazi tu sio kurudisha pesa. Kazi lakini ni hiyo pesa itakusaidia. Ukishaipata hapa. Ama hiyo pesa kabla ikuje. Kuna mambo gani ambayo huku hujui, inabidi uyajue. Wewe ndio utakuwa na pesa na adui yako. Yeye ambaye alikupanga ku. Sasa acha nikwambie kitu. Yule ambaye angekula na pesa na Fred ni Rose ambaye alikuwa anakaa na yeye huyo huyo Rose ndio chanzo cha shahida zote za Fred hapa, hilo ambapo ndio alihusika katika kifo cha huyu ambaye ako hai. Siri zimekuwa mingi. Mm. Zingerudi hizo pesa zingeendelea kulwa na adui, ambaye ni, adui kwa mke wake ambaye ni dadake huyu. Mm. Hapa labda hata angetumiwa yule ndugu yake akuja amuue bila ndugu yake kujua imagine. Ambapo ndugu yake angejua baadaye pia. Mm. ingemkwaza zaidi niposa tunasema, katika hii safari lazima kuna vitu zifunuliwe, lazima mambo mengi yajue. Mimi hata nikiwaacha, najua ni macho wa familia ikiwa perfect mm. mm. Kumbuka story ya Ashley, wakati ambapo tulisukuma mpaka tamati tukaimaliza, wakati ambapo imekuwa sawa mm. Ashley mwenyewe sasa, ukimtazama, ako katika sehemu mzuri, anaendelea vyema sasa, sio tu kurudisha sio tu kuchukua na kukabidhi chukua, ila kuna mambo yanafanyika, kuna utaratibu, kuna masharti, kuna sheria, fanya hivi, fanya hivi. Najua hata kwa sasa nikamwambia Fredi Fredi, kesho kaa kwa nyumba, usiende ukatembea. Fredi atakwazika, kwa nini namwambia hivi? Lakini najua huyu ni mwanangu, atakasirika, na hata toka ile, ungetoka labda kesho yake ungepata ajali, unajua nini kingefanyika labda kesho yake ungetoka, ungesingiziwa huku nje, upigwe na kitu kinaitwanga mob justice, ufumaniwe. So kila kitu kinaenda step by step, tukiamini kesho yake. Kila kitu venye mimi nakuelezea, nikakwambia kesho itakuwa hivi, wewe amini itakuwa hivi. Mimi kile kitu siwezi fanya ni kuua, ama kitu siwezi fanya ni kufufua. Lakini mimi ukataka nikunyoroshia familia inakuwa hivi, ukataka na kunyoroshia watu wanakuwa hivi. Kwa kwa mwenyewe unashindwa ni hivi, na kufunulia vitu ujui inakuwa hivi. Unajua kuna watu huku nje masi nimedeal na watu wako na ugonjwa. Mtu ni mgonjwa lakini anataka leo kesho amepona. Utaki kujua nani amekufanya hivi? Wewe utaki kujua hii ilitoka wapi? Kuponya kitu lazima tupate chanzo. Ndio tuanze pale kukuja kukuja kukuja na kuondoa. Unajua, wakati watu wamelala kuna watu huku nje wanafanya vitu usiku zaidi. Wewe, Fred, umelala. Kuna mtu amekuendea mahali kuanzia senye umeweka kichwa hivi chini, labda ni saa sita usiku mpaka saa kumi na moja asubuhi, anatoka ku. Unaamuka unasema tu uko sawa. Baadaye unaenda hospitalini, madaktari anakuambia hapa hatuoni ugonjwa. Ukirudi kwa nyumba, wewe ndo hiyo ugonjwa imeanza kidogo kidogo, tunakupoteza. Kwa hivyo wakati nasema twende hivi, namaanisha kile ambacho anakilea na chenye nakilea lazima kitakuwa kitakuwa bila yani ile mapingamizi ama ni kitakuwa na. nasema hivyo najua kesho Fredi, nakuambia hivi kesho. Kama nakwambia hivi, wakati mwingine masi anipigie simu anaambia fanyi, amwambia masi, leo no sitakuja, si ya kwamba staki, lakini naangalia naona ah, ah, wacha ikuwe siku nyingine, sababu ya sababu zangu. Nikikwambia wewe jinsi ambavyo nimesema, hautaamini labda uone, hivyo ndivyo kazi yangu inafanya kwa utaratibu tu.

Na, wachukia, na, na na na na wapenda wapenda sana sana nashukuru kwa kwa kwa mnauliza but for that kama I feel kuna hapo mtashika ni text WhatsApp so kama naswali akuulize yeah. kwa free akuulize yeah, mm. asiogope jana mimi. Nilishika watu, eh. juzi si, jana nilishika simu simu simu za za za watu watu watu juzi si nimeshika nimeshika wengi wengi last mm. was last wakiuliza kuwa free actually nimeongea na mtu. Hapo mm. yeah. so, uh, tuko sawa. Kitu kingine mm. mimi mtu asiniogope mm. asiniogope. Itu ni ile sheria ambazo tunapewa mm. na masharti, ila mtu asiniogope. Frin mtu akuwe friendly na free. Kwe mm. hai sawa, so guys, let me go, hope ndawapata. Uh, nawapenda sana, mbaki msubscribe like comment na msupport, mnwe manguo viatu I said ngozatoi siuzi za wanaume pia siuzi, but ukinituma na kuenda the photos na kutumia, unaendea babako you can surprise your dad, you can surprise your mom like the video I did using kaonyesha vile kuna akamelia mmake viatu amelia babake manguo boyfriend wake surprise. Like, nguo za watu nakuendea, wanaambia nataka gani dresses two piece whatever, menakuendea tu. Nguo baza mademu niko nazo varieties, kampenye sina you can send me na nikuendee. So guys, nawapenda thank you for trusting me, nawapenda sana and bye.